Karibu katika sehemu ya nane ya simulizi hii ya kichawi inayoitwa Bado Anaishi. Mtunzi wa simulizi hii ni Yona Fundi na inasimuliwa kwako nami Hilali Alexander Ruhundwa. Jifunze. dunia na vilivyomo ndani yake ni kiapo cha siri. Wangapi wamejitokeza kuitaka kuijua hiyo siri lakini hawakuwahi kufanikiwa kuijua zaidi ya kuambulia mateso na hata kusahaulika baada ya vifo vyao. Basi tambua, kuambiwa siri jua ni siri, na vile ambavyo umefanikiwa kuvijua jua si siri bali ulichelewa tu kuvijua. Kwenye kichwa chako ilipoishia sehemu ya saba, Shimmy Mboni baada ya kujikuta Omani sasa amerejea Tanzania, bado anakumbana na mitihani na zamu hii anaota ndoto na kujikuta yupo na mtoto aliyejeruhiwa kwa kisu. Mlango wa chumba chake unagongwa kwa nguvu sana. Je, kipi kinaendelea? Na hii ni sehemu ya nane. Mama Jose anasimulia. Ilikuwa taarifa iliyonichanganya sana kutoka kwa dada yangu. Juu ya hali ya mtoto wangu, hivyo habari za baba Jose na nilifikaje pale nyumbani na mtu wa kuitwa Gondwe niliziweka pembeni, kisha nikabadili nguo bila hata ya kuwa nimeoga. Nilitaka kuwahi nyumbani kwa dada kumuona mwanangu, hicho kilikuwa kitendo cha haraka. Nilichukua bajaji kuelekea nyumbani kwa dada. Tukiwa njiani, alimanusura tupate ajali ambayo imesababishwa na mwanaume mmoja aliyeonekana amepoteza akili zake. Kitendo kile kilimfanya hata yule dereva wa bajaji kumrushia maneno makali, lakini mwanaume yule kasi yake ilikuwa ni kucheka tu, kabla hajatupungia mkono pindi nilipogeuka nyuma kumtazama. Hakunifikirisha yule bwana, nilichojali ilikuwa kuwahi kwenda kumwona mwanangu. Siku hiyo ilikuwa na mkosi kweli. Ile bajaji baada ya kuachana na yule mwanaume aliyetaka kutusababishia ajali, haikuenda mwendo mrefu, ilipata pancha. Sasa ikabidi nishughulika kutafuta usafiri mwingine, nyakati hizo ambazo kwa mbali nilimwona yule mwanaume akitokomea kwenye jengo mojawapo. Nilitumia muda mwingi mpaka kupata usafiri, na hatimaye nilifika kwa dada. Dada alinipokea kisha akaanza kunihadithia. Ilikuwa jioni moja, Jose alikuwa akicheza nje na wenzake. Siku hiyo alikuwa tofauti sana, mama alirejea ndani akiwa na pepia kijiti mkononi akiwa anailamba ile pipi. Ilinistaajabisha sana, ikabidi nimuulize mahali alipoipata, ndipo aliponitajia kuwa amepewa na anko Gondwe. Jina hili lilikuwa geni kabisa katika masikio yangu. Nilimuuliza huyo anko mwenyewe yuko wapi, akaniambia yupo nje. Nilitoka haraka haraka kwenda nje lakini huko sikumkuta. Huwezi amini, ujua mtu huyo ulinitia shaka kabisa katika moyo wangu. Kitendo cha kurudi ndani, nilimpokonya ile pipi Jose na kuitupa. Kuitupa ile pipi ilikuwa kama kosa kwenye mkono wangu, maana mkono uliniuma sana. Usiku wa siku hiyo sikupata usingizi kabisa hadi kufikia asubuhi ambapo nilielekea duka la madawa nilipatiwa dawa za kuchua lakini baada ya kuzitumia ilikuwa ni kama nikiongeza maumivu tu haikuwa siku wala wiki ulikuwa mao mkono mpaka jana ulipopata nafuu nilijua kuwa imekwisha lakini kilifuata kisanga kingine baada ya kumaliza kula chakula cha mchana tu hali ya mtoto ilibadilika ghafla Zilianza chafya za mfululizo, yakafuata mafua ya ajabu sana, kamasi zilimtiririka muda wote. Haraka nikakimbia duka la madawa, ndipo nilipopatiwa dawa na kumpatia ya Jose anywe. Lakini Jose baada ya kunywa zile dawa, mwili wake ulianza kutoka jasho jingi sana, jasho halikukomaa hata nilipomwagia maji, maana mwili wake ulikuwa wa moto sana sikutaka kuelezea damu ile hali. Nakumbuka nilikutafuta hewani sikukupata, hivyo ikanibidi niwae ya hospitali. Hospitali kukanipokea vipimo vikawa vya kushangaza sana da, ilikuwa kansa ya damu ilianza kushambulia sehemu kubwa sana ya mwili wa Jose, jambo lile lilinichanganya zaidi. majibu ya yule daktari hayakuniridhisha kabisa. Ikabidi nifunge safari hadi hospitali nyingine. Huko majibu yakawa tofauti, lakini hakuna kilichoonekana zaidi ya ule ugonjwa wa mafua. Hiyo ilinichanganya sana. Nikatoka hospitali hiyo, nikaambia nyingine, majibu yakawa yale yale. Ndipo nikaamua kurudi nyumbani na kutumia ujumbe jana usiku leo ndo unachoona hapa, kama vyo yalikuwa ni maelezo kutoka kwa dada. Wakati huo kichwa changu kilizidi kuchanganyikiwa. Gondwa alikuwa amekuja kufanya shambulizi kwa mwanangu. Ilinibidi nibidi nimweleze dada mkasa wote, mpaka huyo mtu wa kuitwa Gondwa ambaye sikuwahi kumtia machoni. Sasa nilifahamu huenda nilikuwa nikipambana na viumbe vilivyo na uwezo zaidi ya binadamu. Kutokana na hali ya mwanangu Jose kuwa mbaya Dada alishauri twende kumuona mtaalamu wa tiba za asili. Mtaalamu huyo ilisemekana alikuwa akikaa maeneo ya Chanika. Maswali hayakuwepo. Safari ya kuelekea Chanika ilianza kutokea nyumbani kwa dada. Ilinichukua masaa kadhaa, hatimaye tukawa tumefika. Tulipokelewa na umati wa watu ambao walikuwa wakisubiri tiba za mtaalamu huyo. Kwa vile hali ya mtoto ilikuwa mbaya sana, msaidizi wa mtaalamu alipotuona tu alienda kutoa taarifa, nasi tukapewa nafasi ya upendeleo ya kwenda kuonana naye. Haikuwa mara ya kwanza kwenda kwa mganga, ila mengi yalikuwa mageni kwenye sura yangu. Kulikuwa na vitu vingi vya kuogofya, silifata lugha nyingi nisizoelewa kutoka kinywani mwa mganga yule, wakati huo akimshughulikia mtoto. Kitendo kile kilizalisha tukio la kutisha. Ulikuwa ukungu mkubwa kutoka kwa mganga ukiambatana na jina la Gondwe, ukungu uliotisha zaidi, kisha kikafata kishindo cha mtaalamu kudondoka chini. Pofu likafata kwenye mdomo wake, lilikuwa povu jingi la ajabu, na kadiri lilivyokuwa linatoka, hali ya mtoto wangu ilizidi kuwa mbaya. Tulianza kupiga kelele za kuomba msaada, nikiwa na dada, lakini tusipate msaada. Inchi zilisikika furumai za kila mmoja kuokoa uhai wake. Lile halikuwa tukio baya tu kwa upande wa mtaalamu na familia yake, bali mwanzo wa tukio lingine la kutisha kwa upande wangu, nikishuhudia kwa macho yangu mawili. Tulitoka pale tukiwa tunakimbia, Jose akiwa mgongoni mwangu, nikiwa sambamba na dada. Ghafla ulivuma upepo ambao uliambatana na harufu fulani ya marashi makali. Haya hayakuwa marashi ya kawaida kama vile tulivyokuwa tukidhani kitendo cha marashi yale kupita, dada lipiga chafya kali likafata jambo baya kwa upande wake. Dada yangu alilalamika kukabwa na kitu shingoni mwake. Wakati huo tulikuwa tunakaribia barabara kubwa ya lami. Nilimuhimiza dada ajitahidi kukasana tutoke sehemu ile. Cha kushangaza hakuwa na nguvu ya kukimbia tena. Dada lijitahidi, lakini ghafula akadondoka chini. Kudondoka kule kukasua tafurani kichwani mwangu Jose mwanangu hakuwa na kauli, ndene naye hakuwa nayo. Nilipiga kelele za kuomba msaada, lakini hakuna aliyeonekana kusikia nilijaribu mara nyingine, hali ilikuwa vilevile. Wakati nikiwa nataka kukata tamaa, gari la abiria lilionekana kuja upande nilipokuwa, likawa tumaini jipya upande wangu. Nilipiga yowo na kulisimamisha huku nikipunga mkono. Haikuwa dakika wala saa lile gari kunifikia pale nilipo, lilikuwa jambo lingine la ajabu maishani mwangu. Nililia na kujitupatupa pale chini. Jose mwanangu, dada yangu, hakuna hata mmoja aliyeweza kunisikia <laughs> miili yao ilikuwa ya ubaridi sana. Ubaridi ulikuwa unatoa taarifa ya vifo vyao, jambo jipya kabisa katika maisha yangu. Likafata lingine la kupoteza fahamu zangu. Naam. Vitendo vya nguvu za giza vinazidi kumkumba Mama Jose pamoja na mume wake. Je, watafanikiwa kushinda haya maajabu ya kutisha? Tafadhali usikose sehemu inayofuata. Naam. Huo ndio mwisho wa sehemu hii ya nane ya simulizi hii ya kichawi inayoitwa Bado anaishi. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa, ninapatikana kupitia simu nambari 0713 338355 unaweza pia kunifuatilia Instagramu kupitia akaunti yangu iitwayo Simulizi za Ruhundwa. Mtunzi wa simulizi hii ni Yona Fundi, anapatikana kupitia simu nambari 0675278759 bado anaishi.